Sasa tunaenda moja kwa moja uh, kwenye stori nzima ya huko Wasafi ah, usafini eh, usafini, usafini, usafini kunani? Usafini huko bwana, tunamwongelea hapa mtangazaji mm, lakini pia na mtoto wa kwanza wa Diamond Lokuga. <laughs> <laughs> Baba Levo hapo kwenye festival ni <laughs> kwenye festival ni hapo hapo kwenye festival ni mtoto wa kwanza <laughs> <laughs> <laughs> Hey. Walizingatia vigezo so gani mpaka uh, Baba Levo kuwa festiba na Diamond? Ye ndo kajivika huo utoto, kajivika yani mtoto wa Lukuga ye kabisa. Sasa hivi hata Diamond anapokuwa anafanya kitu, mtoto lazima aongee chochote, kwa sababu yake lazima akiongelee. Sasa bana Baba Levo Uh, kama tunavyojua hivi karibuni alienda kule Kigoma sehemu ambayo kwao kabisa nyumbani, ni nyumbani nyumbani, na kule alishawahi kuwa alishawahi kuwa diwani diwani, yes diwani. Na alifanya vitu vingi ikiwemo kujenga eh, soko eh, Kigoma mjini pale yes.

Ha, ye, Kigoma kuzama. karibu na nili na Kongo ni Kongo Burundi, ushangata, ndugu zetu hao wakawa ni wa huko. Ndio maana tunaambiwa hivi wa, na... si zile zile, ukiangalia asilimia fulani makabila ya, ya Tanzania yanakuwa mm. ya, yana ya, ya, mwingiliano yani, ukiangalia uzao wake ama chimbuko lake ni nchi za wenzetu mm. Kama Wangoni ni wametoka huko South Africa, ukiangalia wa Makonde wa, wa Nambia wa Msumbiji huko Msumbiji hata wa Kigombo yeah. Nambia Warundi watu wa watu wa Kagera huko nambao ni watu wa Uganda Uganda huko, yani ni ile mipaka iliyopo kwa hiyo Tanga Kenya hivo, Baba Levo atakuwa Mrundi mm. Sasa hapo kwenye Mrundi tunaangalia anapua Warundi wanapua zito <laughs> aaanaila <laughs> ya, ya waha hapo unaambiwa zingatia, mm, engo ni wame ni wame ni ulikuuliza maksudi mm -hmm, walizingatia vigezo gani mpaka Baba Levo kwa festivali ya Diamond? Yeah. <laughs> tunajua wote ni wa huko huko, labda sio nyumbani wa nyumbani. Sasa ile zingatia engo, na yule na yule maisha yake yamebadilika baada ya kuwa na Diamond usafini mm. usafini yani ye mwenyewe ana, ana-appreciate na anasema kabisa Diamond kabadilisha maisha yake, ndio yame change tangu aingie usafini pale, na ndivyo inavyotakiwa kwenye maisha ya kawaida. Siku zote wewe unatutazama mm-hmm. hakikisha unamshukuru yule ambaye amekusababisha umebadilika, tukimtoa Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio mtu wa kwanza wa kumshukuru mm. Kuna yule binadamu ambaye huenda hata kwa kidogo, lakini alikuwa nyuma yako mpaka kufikia hapo ulipofika, sure. hata kama alitoa mchango kwa kiasi fulani, lakini mshukuru sana, tunajisahau mm huwa tunajisahau kabisa. Sasa bwana alikupa pesa ya, ya kupata penseli kwa ajili ya kwenda shule, naye pia mshukuru, mshukuru sana kufikisha wewe kuwa mtu fulani. Sami bwana ametangaza nia ya kurudi Kigoma. Ah, nikajua nia kwa ajili, nikajua nia ya kuoa, kwenye plani za kuoa. Yeye plani zake ni kumaliza mjengo wake aende kuishi basi na pia fulani eh, fulani hivi plani hivi kule mji mkuu wa Tanzania hmm. Aha, sasa yeye kule Kigoma ana plani kurudi hmm. Na aa, sasa hivi tumemwona akiwa amehanga sana kule kwenye soko ambalo yeye mwenyewe li, anasema lilijenga kipindi kwa kiwa diwani hmm. Na akachukua maiki pale, anaongea, anasema mimi nikiwa na wananchi wangu hmm. Ule uchao wote naweka pembeni na kuwa mtu mwingine kabisa, serious kabisa, kiserikali, natafuta watu wanichague uh. E, niwe kiongozi mzuri, kwa hiyo ametangaza nia ya, ku, uh, ya kuingia kwenye siasa rasmi. Ndiyo. Na leo kupitia ukurasa wake wa Instagram akasema kwamba Diamond lukuga amemsapoti kwa asilimia mia, kwamba bwana ndugu yangu unajua mm. huko hapa nimekuajiri sehemu fulani, lakini kama kule unataka kwenda nenda, nenda asilimia mia, kifedha kiuchumi sijui, kila kitu anamsimamia, ili mradi anahakikisha Baba Levo anarudi kuwa kiongozi kwa wananchi ambao aliwahi kuwaongoza before. Ndio, ila safari enda kuongoza akiwa kibonge, akiwa, <laughs> kipindi kile <laughs> alikuwa mwembamba sana, <laughs> alikuwa hajipata, alipitia <Kuna> <laughs> kipindi kule sana, alikuwa mpaka ndani, alikuwa ndani mm kwa hivyo tayari bwana, hata kama babalevo anakwenda kule hmm. kuna CV yake tayari tayari kubwa hmm. sana kubwa. Kwa hivyo jamaa anaona ni sawa na kupita mlima kito hmm. Sasa baada hii ishu baba babalevo kuongelewa kwa babalevo, anaingia kwenye siasa na rudi zake unajua hmm. babalevo asimu wake mkubwa ni Mwijaku alafu <laughs> wote siwa uko huko hivi e, e, inakuwaji lakini ni wage inakuwaji kitu sasa <laughs> hiyo ishu hiyo ishu inavyoonekana wanasema ya kwamba uh -huh. kuna mmoja anapewa nguvu kuliko mwingine na uh -huh. Ndio maana kuna mmoja anaongeleka mpaka bungeni, wanamsema yeye hafai. Nani huyo? kichwa mvilingo, Mwijako ah. Yeah, ah, <laughs> yule yule kama chako hivi huyo anachogo mm. mm, ul ulma anakichogo <laughs> kila kimwangalaga namwonaga kwa mbele neno. Kichwa mviringo mm -hmm. Kichwa mviringo azingatiwe neno jamani. Sasa kichwa mviringo, unahisi atamiumbisha. Wanakuuliza sasa watu, je, ana mikakati gani? Atabaki kuwa hivihivi tu Utabaki kuongelea bosi, umepoa, una baya, umetisha, huna plani za kuwa kiongozi wa kiserikali. Unajua, umesema kuhusiana na mikakati, nika, nika, nika, nika tuko bungeni eh, ningeomba kujua serikali ina mikakati gani katika kuliweka mm, ili swala liwe sawa sawia mm -hmm. Kwa hivyo kichwa mviringo ana mikakati gani katika kusapoti? <laughs> Mheshimiwa Spika, kwa jinsi tunavyoona hali ilivyo hawa watu wanahamasisha vitu mitandaoni, hatuwahitaji kwenye miradi wabunge. Raha ki bungeni, raha bungeni, ujua wana amani, amani ipo, mili ilishuhudia ili wabunge anasema, wanasema hatuchezi abungeni, watu wanasema hatuchezi si e, bungeni. Nikasema mbona wajamini, yani wana uhuru kiasi gani viongozi sema Mwijaku tunamsema, kaingia bungeni, kaingia eh kufanya nini? Asalifika bungeni, kwani Balevo ajai kufika? Ah, si ndio amefika Balevo, kwa sababu mara nyingi mara nyingi mm. lakini Mwijaku atumwongelee kwenye siasa, hata kwenye siasa, kwenye siasa unamwona Mwijaku? Mwijaku mm -hmm. kwenye siasa, hata kwenye udiwani, hata kwenye wenyekiti tu wa chama tawi, hayupo <laughs> <laughs> Mike, yeah, mara kembali nyingi mara nyingi, yeye yeah, anasapoti Chama cha Mapinduzi ah, na hata yeah. kuelekea mkutano mkuu mm. Dodoma tarehe 29 9 mm. atakuwepo, ka posti picha pale, kwa hiyo atakuwepo Dodoma na pia kwenye miradi mbalimbali mbali ambayo inakuwa ikifanywa na serikali mm. Mabarabara, madaraja, kuna soko pale la Afrika Mashariki la Ubungo. Yes. Pia tunaona kapewa ubalozi maanake. Yes. Anapewa ubalozi wa miradi ya kiserikali na miradi ya kiserikali kama unapewa ubalozi eh. Kwa jamaa, anakubalika aa, sana. Babalevo ana, ana, ana anagombea kiti hicho kupitia chama cha Babalevo rasmi. Sasa hivi hujajua kwamba Babalevo tayari ameshaingia Chama cha Mapinduzi. Wewe, <laughs> mapema sana. Mapema sana kuna siku alitoa hiyo kauli nilishu, nilishuhudia mi mwenye binafsi mm. Lakini pia nilikuwa nasikiliza mm. kwenye kipindi chao akasema, kwa hii kazi anayoifanya mama mm. mama Samia. Naam. Mimi nani nikatae kuungana naye, kasema mwenyewe, mimi ni nani nikatae kuungana na mama Nae. Zizini takubali <laughs> an yani, baada ya kuangaika kuchunga mm. na machungio huko majani mekauka kauna eh, watu, watu wakuona kitambo wakasema, balevo balevo, huyu tayari. Kwa sababu kabla hajatoa hiyo kauli, ilikuwa watu wanamuona sapoti zake zimekuwa kubwa kwa rais wetu mama, na maendeleo bwana hayana chama eh. haya eh, ukiona sehemu moja labda wewe kuna vitu vijakaa sawa basi unaangalia upande mwingine, kama viko vizuri unadai una tu unaingia mchwi mm. maisha anaenda kama kitonga tu, kama kitonga maisha anakuwa anaenda, haina haja ya ku, ya kuulapa sana ya nini ulape e, unaulapa vipi wewe watu e, wa Tanga wanajua hayo mambo e, unaulapa vipi unaelewa? <laughs> e. <laughs> samaki mkunje angali mbichi, angali mbichi. lakini tukirudi kwenye hili swala la sasa watu Baba Levo kuingia kwenye kugombea ubunge mm. kuna kipindi wasanii wali walipambana sana, kuna kipindi wasanii walikuwa wanapigania sana hizi Mm -hmm. Sana watu maarufu tuliwaona kipindi cho kina Leni Woya, yeah. Wema Sepetu mm -hmm. Wanaingia huko, tukaona pia kuna lile kundi ambalo waliingia uh, kipindi kilo waliingia Chadema, tulimwona Shamsa Ford uh, mm -hmm. tuli mpaka wakapiga uh, zile b wema naye akaenda kule, tuliona pia kiasi kwamba mpaka Jokate Mwegelo ambaye amepitia kwenye usanii mm -hmm. kwenye umisi, akafikia hatua ya kupata nafasi kubwa kwenye chama mm -hmm. Sasa sasa hivi sijui nao spidi yao iko hey, vipi, sababu tunaelekea kipindi cha uchaguzi sijui spidi yao iko vipi sasa hivi kuingia kwenye hizo nafasi mbalimbali mba. Naona kama wame yeah. Uh, kipindi kile walikuwa wanatumika sana kwenye upande mzima wa hamasa, hamasa. Eh, walikuwa wanatumika sana kwenye hamasa na sasa hivi mm, pia inaonekana watatumika pia kwa sababu unaona kwenye mikutano tu hii ambayo wanakutana wana labda mm, kama CCM wanakutana yes, wasanii wengi sana wamealikwa na nimeona wasanii wengi wanaposti kwenye mitandao ya kijamii mm, na sasa hivi kidogo imekuwa tofauti na mwaka 2015. 2015 kidogo ishu ilikuwa uchaguzi ilikuwa Umepamba moto. Hoti Hot sana, mm, sana, sana. Hata chama tawala wenyewe wali, wali kupitia marehemu Magufuli mwenyewe alisema mm, kwamba uchaguzi wa 2015 ulikuwa ni mzito, mzito. E, ushindani ulikuwa ni mkubwa na sisi serikali yetu na vyama vingi, kwa hiyo kawaida ushindani safari hii yeah, e. Pia naona hamasa atakuwa kubwa, wasanii wengi wataingia kwenye hamasa mm, ila kuingia kwenye, kwenye kugombea. Kugombea naona wachache sana kwa sababu Profesa Jay ambaye tulikuwa tunamwona anagombea ubunge kupitia chama cha Chadema eh, kule Mikumi eh. Yeah, eh, Mikumi. Eh, yeye mwenyewe alisema kwamba akiwa vizuri basi atarudi yeah. lakini mpaka sasa hivi hatujasikia tamko lolote juu kutoka kwake kwenda uh, mm -hmm. kupigania jimbo lake la Mikumi ambalo hivi karibuni alilipoteza alilipoteza mm, kwa hiyo tutasikiliza kama Hmm. Naye kuna ile kipindi alitukana tukana matusi yale kidogo yaka, yaka e, watu wakamwongelea waka vibaya kidogo, lakini still siasa ina nafasi kubwa ya wewe ku prove wrong watu ambao walikuwa wanakusema vibaya, au mwenyewe kama uliwakosea hmm. Unaweza kuonyesha, bwana, mimi niliteleza kama binadamu hmm. Kwa sababu kwani viongozi wangapi wanateleza na kwenye madaraka, utafika nafasi wao wenyewe hmm. yeah. Wataamua tu toa mambo yaishe, lakini pia tuwaombee waendelee kuonekana kwenye mkeka wa mama. Aha, e, kwenye mkeka wanaonekana huko, situnaona kina niki wengi sana e, kina mwanefea hapo. Hmm, tunawaona. Hmm.